Wapendwa katika Kristu, tumsifu Yesu Kristu. Napenda kuwakaribisha tena katika tafakari yetu jumapili hii. Leo tunaalikwa kutafakari somo la injili la jumapili ya ishirini na saba ya kipindi cha kawaida cha mwaka C. Injili ambayo tunaalikwa kutafakari leo, ndugu zangu, ni injili ya Mtakatifu Luka sura ya kumi na saba mstari wa tano hadi wa kumi. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngewambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na utakapo na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlio agizwa, semeni sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Ndugu zangu katika Kristo, somo la Injili ya Jumapili hii 27 ya kipindi cha mwaka C kinatufundisha mambo makubwa mawili la kwanza kuhusu imani la pili kuhusu utumishi imani na utumishi ya mambo mawili yanaenda pamoja tukianza na suala la imani mitume wanamwomba Yesu awaongezee imani e, ni ombi ambalo linafanyika kimakosa kidogo sidhani kama imani inaweza kupungua au kuongezeka ni ama una imani au hauna imani. Ni ama imani yako imekomaa au imani yako bado ni changa. Hakuna imani ambayo ni kidogo na imani ambayo ni nyingi. Ndio maana hata Yesu katika kulijibu ile swali, anaambia imani yenu ingelikuwa hata kidogo tu kidogo hivi, ingelikuwa rahisi hata kuambia mkuyu, ng'oka hapa ukaote bati ukao ng'oka hapa ukajipande baharini au kwa wote baharini. Ni kusema kwamba Yesu alitambua kwamba mitume wake walikuwa hawana imani hata ndogo kama chembe ya haradali, kumbe walipaswa kuomba hivi e, Mungu tunaomba utujalie imani e, Bwana utujalie tuwe na imani, au utujalie uwezo wa kuamini, kwa sababu ama uamini ama unaamini kuna vitu viwili daima katika imani, unaamini au huamini. Kwa hiyo kama huamini, basi uweze kusema niombee niongezewe imani. Hapana, omba imani. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, sala hii ambayo wanaifanya mitume, ombi ile ambalo wanafanya mitume e, ni ombi kidogo ambayo lingepaswa kurekebishwa. Bwana e, tunaomba utujalie imani e. Bwana unaweza tunaomba utujalie tuamini. Hey, tunaomba utujalie uwezo wa kuamini. Labda uwezo wetu ni mdogo, unaweza kuwa uwezo mdogo au mkubwa, hapo ni tofauti, uwezo kusema imani imekuwa kubwa au ndogo. Ndio maana Yesu katika jibu lake aliwaambia kabisa, mngalikuwa hata na kale kadogo hivi, mngalisema uwe mkuyu, ng'oka hapo hapo, ukaote baharini. Na ungewati ni kwamba hata hiyo kidogo, imani kidogo hawakuwa nayo. Sasa unaomba uongezewe nini? Utaomba uongezewe ambacho huna? Omba uwe na kile ambacho huna, lakini imani inaweza kutoka kwenye uchanga na kukomaa. Imani yetu mara nyingi, hata tunapoanza kabisa mafundisho ya dini na kadhalika, hatufahamu sana dini yetu, hatufahamu mambo mengi kuhusu Yesu Kristo, hatufahamu hatufahamu Mungu Baba vizuri. Imani yetu inakuwa bado ni changa, bado haijakomaa e. Imani yetu sasa inapaswa kulishwa ili iweze kukomaa. Inalishwa kwa neno la Mungu, kwa kufundisha matendo ya huruma, matendo mema e, kwa kufundishwa kusamehe wengine, kuomba msamaha pale tunapokosea na kadhalika. Imani inakuwa sasa inalishwa ili ikomae, so, ili iongezeke, ili ikomae, kwa sababu ipo pale, ni kidogo au ni nyingi, ipo lakini inapaswa kuwa komavu. Kwa hiyo sala pekee ambayo tunaweza kuomba mimi na wewe ndugu yangu katika Kristo ni imani yetu ipate kukoma. Na na labda tunayo e, nafikiri tunayo imani hata kama ni kidogo tunayo, lakini tuombe ikomae. Bado ni changa sana. Yaani likitokea wimbi na yumba yumba hiyo imani yetu, likitokea wimbi baya ni rahisi kuondoka na kwenda kwingine, sio kwa sababu hatuna imani, lakini tunayo ile ni changa. Inabidi tuombe ili iweze kukoma. Hii imekuwa sala yetu hasa Jumapili hii ya 27 ya mwaka C. Kwa hiyo ni ama una imani au hauna. Kwa sababu ukiomba uongezewe, Yesu anakuambia ungelikuwa na hata kidogo tu hivi ingekutosha. Kidogo tu hivi mambo angefanyika katika maisha yako. Ni kwa sababu wakati mwingine hatuna hata hicho kidogo hivi. Ndio maana hata tukiomba mambo mwingine hayafanyiki. Yesu anasema ukiwa na hata kidogo tu kama chembe ya haradali Ukiomba hata mti ung'oke hapo ukaote kule, utakutii. Ukiona Yesu anasema hivyo, ujue kweli kwamba pale kwenye ndani ya mitume imani ilikuwa haipo eh, manake walikuwa wanapaswa kuomba eh, ile labda ambayo ilikuwa ndio inaanza kuota ile chembe ambayo ilikuwa ndio kwanza inataka kuota eh, kwa sababu kumfuata Yesu Kristo walikuwa wanapata mafundisho na kadhalika. Yesu alikuwa anapanda hiyo mbegu ya imani ndani yao kama ingekuwa imeshaanza kuota basi wangeomba ikomae e Mungu tunaomba ukomavu wa imani e Mungu tunaomba utujalie imani yetu iweze kukomaa sio iweze kuongezeka e, iweze kukomaa kwa sababu hata kama ukiwa na kidogo Yesu anasema hata kama imani yako ni kidogo imetosha inaweza kufanya mambo lakini kuna mambo yafanyika katika maisha yako kwa sababu hata hiyo kidogo haipo Swala so la pili ni so swala la utumishi. Tunatoa mfano huu, ni mtu gani mwenye mtumishi ambaye amemtuma labda shambani kufanya kazi fulani au kuchunga ng'ombe. Atakaporudi huyo mtumishi, atamwambia kaa hapo chini, nitakutafutia chakula au nitatengeneza chakula kule. Kwa sababu umechoka kwa kazi uliyokuwa unafanya kule shambani au ya kuchunga ng'ombe. Eh, wengi wenye watumishi au wengi wenye wafanyakazi wanaporudi tu hata kutoka shambani ya kutoka kwenye kazi alikuwa amemtuma tayari kuna kazi nyingine, labda anaenda kaniendelea chakula, kaniendelea maji ya kuoga, mtoto anatakiwa kuogeshwa, eh, labda kakamue ng'ombe na kadhalika, kwa kuna kazi nyingine nyingi, unakuta zinamsubiria huyu mtumishi anapokuwa anafika nyumbani. Sio rahisi sana kumpata bosi ambaye atamwambia huyu mtumwa wake au mtumishi wake au mfanyakazi wake, kaa chini, ule umechoka, pumzika. Eh, mara nyingi akija tu tayari kazi nyingine karibu 20000 kazi nyingine nyingi tu bado zinamsubiria. Kwa ndugu zangu katika Kristo Yesu, anasema kwamba ingalitokea mmoja afanye hivyo angeonekana wa ajabu, ndio maana hamna. Na kwa hiyo huyu eh, huyu mtumishi anafanya kazi anafanya kazi, kazi lakini asingekuwa na anaamini uko nini matunda ile kazi anayofanya pengine asingelifanya. Kwa hiyo anaweza kuwa na imani mdogo tu ya kazi, kazi ni muhimu na kufanya ili nipatie mahitaji yangu, labda nisaidie katika shida shu, shu, zangu laba isaidia familia yangu na kadhalika. Ile imani alionayo kwamba kazi hii inanipa kipato hiki inamfanya afanye hata mambo makubwa. Hata akiwa amechoka anazidisha hata kufanya kazi nyingine, hata kitumwa, anaenda kule anafanya, anafanya kwa sababu ya hiyo imani ndogo alionayo kwamba ninachokifanya hapa ni kwa ajili ya kitu kikubwa, laba familia yangu, laba maisha yangu. Kile ninachopata hapa kinazikimu mimi kimaisha. Kwa hiyo kwa imani ile kwamba kufanya hii kazi nitapata kile, hata akifanya hata mambo makubwa kiasi gani anafanya, hata kama kazi kaa kiasi gani anafanya, hata bila kusukumwa sana, bila kulazimishwa, kwa sababu ndani ana huu hakika kwamba hii ndiyo kazi inayoniwezesha mimi, ana huu hiyo imani kwamba kwa kazi hii ninafanikiwa kwenye mambo yangu. Kwa hiyo haijalishi ninaambiwa nenda fanya vile fanya kile ufanya kile. Yesu anasema kabisa hakuna bosi ambaye atamwambia mtumishi wake asante baada ya kuwa amemhudumia, yaani eh, baada ya kuwa ametoka shambani, amefanya kile amefanya kile, amerudi nyumbani, anaambia pika, labda aosha vyombo, afanye hiki, ogesha mtoto, mwogeshe mtoto, kakamue ng'ombe, fagia nyumba, sijui na nini. Hakuna boss baadaye mshauri anamwambia mwanangu, asante au fanya kazi wangu, asante kwa huduma yako. Wachache sana, kama wapo. Lakini Yesu, hata kipindi kile, alitambua na akatoa mfano kwamba ni ni boss yupi huwa anafanya hivyo. Mara nyingi hakuna bosi anayemshukuru mfanyakazi wake. Kwa hiyo anasema e, sisi sote kwa imani tuliyonayo kumtumikia Mungu wetu, tunamtumikia Mungu wetu na hatuchoki, tunaweza tukamtumikia kwa njia hii au ile, na kila mara tunaomba kufanya hili na lile, kulingana na na vipaji ambavyo Mungu atujalia uwezo Mungu ambao ametujalia. Tunaomba mambo mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku bila kuchoka, tunafanya kwa sababu ya imani kwake Yesu Kristo na kwa kimungu Baba alitutuma hapa duniani ili tutumike, hasa anasema kwamba tuwe tu kama huyu mtumwa. Tunapokuwa tunatumika tunapokuwa tunafanya eh, kazi hizi eh, kwa niaba ya Yesu Kristo kwa sababu yuko hapa kimwili e. Eh, na Yesu anasema kabisa kwamba basi tusitarajie kupewa asante, tusitarajie kupewa shukrani. Tuseme tu mimi ni mtumishi asiye na faida e, eh, ni mtumishi asiye na faida. Kwa hiyo haijalishi kama unashukuru Haijalishi kama unasema asante, haijalishi kwamba unaikubali kazi yangu, lakini mimi nimtumishi tu nisie na faida e, kwamba e, basi nafanya yote kwa sababu ile imani yangu kubwa, au imani yangu ndogo nilionayo kwa Mungu Baba aliyemtuma hapa ulimwenguni ili niweze kutumika na mwisho nirudi kwake. Ndugu zangu katika Kristo, swali ambalo ambalo, na, swali ambalo naomba kila mmoja wetu ajiulize, je, imani yangu imekomaa? Kama haijakomaa basi ni mwombe Mungu aikomaze ya imani yangu. Anijalie ukomavu wa imani. Eh, lakini tuseme tusemwa Mungu atuongezee imani kwa sababu Yesu Kristo anasema hata kama ingekuwa ni kidogo hivi ingetutosha, ingefanya mambo makubwa sana. Wakati mwingine hatuna kabisa. Tuombe basi tujaliwe imani. Tuombe tujaliwe imani kwa sababu wakati mwingine hatuna hata kidogo hivi hatuna. Tuombe Mungu atujalie imani na wale ambao basi tunayo. Tuombe Mungu atujalie ukomavu. Iweze kukoma Mambo mengine ambayo tunasema kwamba tungeza kumwomba Mungu atuongezee basi ilikuwa ni matendo ya kiimani. Eh? Matendo ambayo yanadhihirisha imani yetu. Tungeomba Mungu atuongezee haya matendo ya kiroho, matendo yanayodhihirisha imani yetu. Kwa sababu inaweza kuwa bado ni machache sana. Kwa hayo tunaweza tukaomba Mungu ayaongeze. Kwa sababu kuna tofauti kati ya matendo ya kiimani, matendo ya kiroho na imani yenyewe. Imani kama basi tunayo, tuombe Mungu atujalie tuweze kuishi vizuri, maana kuiishi vizuri basi ni kuishi kwenye haya matendo ya kiimani kwa pamoja na sala e, kuwajali wengine, kuwapenda wengine hata maadui, kuwasamea wanapotukosea na kadhalika. Yote haya e, ni matendo ya imani. Tuombe Mungu atuongezee labda hamu ya kuishi imani yetu. Wakati mwingine tunaipoteza hiyo hamu, tunakuwa hatuiishi. Lakini imani ama tunayo au hatuna, na kama ipo, labda ni changa, basi tuombe ili iweze kukomaa na kama haipo kabisa, tuombe basi tujaliwe. Ndugu zangu katika Kristo, nafikiri kwa leo inatosha. Naomba Mungu awajalie imani yenu ipate kukomaa, awaongezee matendo ya imani kwamba, yaani, mweze kuishi imani yenu vizuri ipasavyo.